Jambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya wiki hii inayomalizika leo. Pamekuwa na mengi sana, lakini kubwa tunaloangazia hivi sasa ni kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, mwaka huu. Hivi sasa hamasa na shamrashamra ndio wakati wake, muda huu wa kampeni, ambapo wagombea wa nafasi ya uraisi, ubunge, udiwani na uwakilishi wanaingia wiki ya lala salama kuwashawishi na kuwavutia wapiga kura ambao bado hawajafanya maamuzi juu ya nani watampigia kura. Siku 46 sasa zimepita tangu kufunguliwa kwa kampeni za uchaguzi mkuu Agosti 28. Wagombea 17 eh, wa nafasi za uraisi kutoka vyama tofauti tofauti wamesambaa katika mikoa mbalimbali nchini wakitangaza sera na ahadi mbalimbali katika majukwaa ya kisiasa. Mizani ya wiki itangazia masuala kadhaa tunaojifunza katika uchaguzi huu wa saba Tangu Tanzania kurejea kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992. Hii ni mizani ya wiki hiyo ndio hoja ambayo nimeielekeza kwa katika kipindi chetu cha siku ya leo. Wageni wangu ambao nitakuwa nao nitashirikiana nao kwa takriban dakika 25 eh, ni Salome Kitomari mwandishi mwandamizi ambaye tuko naye hivi sasa. Pole sana na karibu sana. Asani. Habari za wakati hu, na nafurahi kuona tabasamu lake limerejea. Kwa furaha ni kwa sababu ya kipindi hiki cha mizani, lakini kule Dodoma tutajiunga naye. Eh, ni <coughs> mkurugenzi Edward Mbogo, ni mkurugenzi wa asasi ambayo inafuatilia maswala haya ya uchaguzi, na amepoa kibali na tume huru ya uchaguzi katika kufuatilia masuala haya. Karibu sana, bwana Edward, habari za Dodoma? Ategemea mvua muda wote Sawa ah, sawa sawa. Nikianza kwako moja kwa moja Bwana Edward eh, ukifanya tathmini tangu kuanza kwa kampeni Agosti 28 mwaka huu mpaka hivi sasa, nini ambacho umefuatilia na na umeona katika uchaguzi wa mwaka huu? Eh, tunaona kwamba kwa mujibu wa taarifa za tume, watu wengi walijitokeza katika kujisajili na kurekebisha kumbukumbu kumbu zao za daftari la wapiga kura e, tunaona kuna ongezeko la, la wapiga kura 76 milioni. Hii inaashiria kuwepo ongezeko la uelewa wa wananchi hmm, katika haki zao za msingi na kikatiba na kidemokrasia. Pia kwa mujibu wa taarifa ya tume ina- inaelekea imejiandaa vizuri tu e, taarifa zinaonyesha mwaka huu kutakuwa na vituo vya kupiga kura zaidi ya laki mbili na vitakuwa vimeenea sehemu zote. Kwa hiyo inaelekea tume imejiandaa vizuri ili kutoa huduma sa, kwa sa, wapiga kura sa, mzee Edward wa ya haraka mzee Edward unanisikia? pamoja na kueleza hayo ambayo ni ya Tume ya Uchaguzi, nyie kama mliopewa vibali vya kutoa eh, elimu kwa wapiga kura kwa mwaka huu, ni nini ambacho mmekiona hmm. tofauti na miaka mingine? tuko tuko tuko kwenye kwenye kazi sehemu mbalimbali, e, tuko kwenye kazi sehemu mbalimbali. Kwa mfano Ngonedo tume, tuko wilaya ya Bahi lakini tunapo tunapokutana kuelimisha wapiga kura, hmm. e, kuna maswali mengine yanajitokeza ehe, ambayo inaonyesha kwamba watu wana hamasa na wana hamu ya kuhakikisha kwamba itakapofika tarehe 29 Oktoba basi wajitokeze kupiga kura. No. na, na, nashukuru sana Mzee Edward kwa utangulizi huo. Tutarejea kwako na uh, tutarejea kwako ili kuendelea zaidi, na tutaomba uende haraka haraka kwa sababu muda wetu sio rafiki, muda wetu ni dakika 25, tukunaye hapa studio eh. Salome ni wewe, kwako wewe eh, kwa kufanya tathmini, tumejifunza nini tangu Agosti 28 mpaka hivi sasa zikiwa zimebaki siku eh, kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu. La, mimi kwa jicho la, la uandishi, yapo mambo mengi ambayo tunayaona. Kwanza tunaona namna ambavyo wagombea wanashambulia maeneo yenye kura, na hii wiki mfano, hii wiki ya mwisho Nii. wagombea wanashambulia ile maeneo yenye kura nyingi, tunasema ni kura za kimkakati katika. Sasa. wale wa walioandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura milioni 37 pointi ngapi saba huko Uh, mathalani kuna wagombea walikuwa wenye ukanda wenye kura milioni tisa ambao ni kanda ya ziwa mm. kulikuwa na wagombea wako kwenye Dar es Salaam ambao ina kura kama milioni nne afu kuna wengine kwa nyanda za juu kusini ambao kuna kura kama milioni sita mm. Kwa hiyo unaona wanashambulia kimkakati kuweza kupata hizo kura, lakini tangu mwanzo tumeanza mpaka sasa tumeona namna gani. Uh, kuna vyama vyenyewe vinasema vinaangaika namna gani ya kuwafikia wapiga kura mm, na hiyo imekuwa changamoto. Mfano kwa sisi vyombo vya habari, wakati mwingine mnatamani muweze kurusha vyama vyote viweze kupata nafasi kwenye magazeti, kwenye tv na redio. Vyama vipo 17 17 lakini inakuwa changamoto kwa sababu ya ufikiwaji wa hivyo vyama kwamba mkutano x umepangwa kufanyika eneo x, lakini haufanyiki mm, kwa sababu ya rasilimali na vitu kama hivyo mm. Kwa hiyo tuna katika vyama kumi na saba kuna ambavyo unaviona viko kwenye mchaka mchaka kweli kweli, mm, na kuna ambavyo unaona vinasuasua, kuna ambavyo unaona kama havipo kabisa, na kuna ambavyo vilichelewa kabisa kuzindua kampeni zao mm lakini pia tumeona vyama vimejitahidi kuwa na ilani hmm. Karibia vyama kumi na tano ilani zao tumeziona. Mimi kama mtu ambaye niko kwenye chombo cha habari, yani unaiona ilani ya chama, unaweza kuichambua kumsaidia mwananchi ambaye anapaswa wafanye maamuzi tarehe ishirini na tisa mm, mm. Lakini uh, ukiangalia kwa mfano kwa upande ule wa Zanzibar wiki hii uh, ACT wa Wazalendo wamezindua ila, ilani yao mm. Na wenyewe wameiweka, wamechelewa kuiweka hadharani, ingawa ila ilani ya, ya kwa ujumla walishaiweka hadharani, na wenyewe ni matukio ambayo yamekuwepo, yame, lakini pia unaona pia namna ambavyo vyombo uh, vyama vina chenji uh, mikakati kila wakati kutumia mitandao ya kijamii kufikia uh, wa, wapiga kura, lakini pia kutumia mabango, kutumia vyombo vya habari uh, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo unayaona yanajitokeza na kadri siku zinavyozidi kusogea unaona namna ambavyo joto linazidi kupanda. Sasa, na kasi ya, ya wagombea kuwafikia wapiga kura wengi uh, unaona inavyozidi ku, kuongezeka hmm. Lakini ambacho cha tofauti nimekiona kidogo kwenye kampeni hizi, mwitikio wa vijana hmm. Yani, ukiangalia hata mikutano ile inayorushwa unaona vijana hmm. wapo hmm. Na kingine zaidi ni aina ya sera kwamba kuna sera nyingine za zinatolewa na wagombea, unajiuliza hii inatekelezeka kweli? <laughs> <laughs> kwamba anatoa unaisikiliza unasema, mm, mm. huyu vipi? huyu ana mpango gani? mm. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanajitokeza unayaona, lakini pia hata vile vyama ambavyo ni vidogo kuna ambavyo unaona havijapumzika kwenye kufanya kampeni, yeah. Lakini ambacho pia kilikuwa cha tofauti zaidi ni ile mm -hmm. Uh, uwezeshwaji wa hivi vyama kwamba wamepewa magari mm -hmm. waweze kwenda kila mahali yeah. Uh, wamepewa wanawezeshwa, mpaka mafuta waweze kwenda kila mahali, na yenyewe hiyo inasaidia ina, ina, ina, lakini pia jingine ni namna ambavyo kwenye kurasa zao wanajaribu kuwa na taarifa za mara kwa mara mm. na katika kipindi hiki pia amejitokeza matukio ambayo sio mazuri yeah. kulikuwa na mgombea urais kule, mgombea ubunge kule Zanzibar amefariki yeah. dunia yeah. Lakini pia kuna mgombea mwingine ubunge hai amefariki kwenye wiki hii, kwa hiyo imesababisha siasa za kwenye majimbo hayo kutulia kidogo mm. mpaka pale ambako tarehe zaidi zitakapokuja kupangwa yeah. right. Lakini pia marekebisho ya Mm. INEC wiki hii wametoa wa marekebisho ambayo, mm, kuna ongezeko la wapiga kura baada ya kupokea taarifa kutoka tume ya uchaguzi Zanzibar. mm. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaonyesha yana kwamba sasa tunakaribia kwenye kilele mm, cha jambo letu ambalo linapaswa kufanyika Oktoba 29. Asante sana, Tomari, tarejia kwako umezungumzia masuala INEC, narejea tena kwa Bwana eh, eh, Edward Bogo. Yeye ni mfuatiliaji wa masuala ya uchaguzi na ana kibali hicho kutoka tumehu Bwana Mbogo mpaka eh, hivi sasa uki, uki, uki, ukiwa mmejikita katika kutoa elimu ya uraia ya wapiga kura, hamasa ikoje kwa watu, hasa kwa makundi ambayo eh, ni vi, ya vijana, kwa sababu idadi sasa kubwa ni vijana wamejiandikisha kwa wingi sana katika makundi hayo yote, vijana, watu wazima na wakina mama. Kuna kuna swali mmoja ambalo tunajitahidi tuna, tuna, tuna kuwaelimisha wananchi inaelekea watu wengi wao wale tunaoelimisha wanakuwa hawana uhakika na ule usalama wa kura zao. Wengi wanakuuliza mzee, kwa nini niende nikapige kura? Naona kila mara ukienda swali ndilo hilo hilo, lakini sisi tunajaribu kuwaelimisha kwamba kura ni msingi, ni haki yako ya msingi lakini vile vile kura ndio ina, inasimika serikali. Lakini tatu, iwapo tunapowaelimisha hao, iwapo wewe mtu binafsi hujaenda kupiga kura, uwe kijana uwe mzee uwe mlemavu, maana yake ni kwamba unamruhusu mtu mwingine akuchagulie kiongozi, lakini katika masuala ya uwajibikaji hapo mwishoni hutakuwa na na, na na haki au hutakuwa na nafasi ya kumhoji yule kiongozi aliyechaguliwa. Kwa hiyo hilo swala tunajaribu kulikabili kwa namna hiyo ili watu waweze kuelewa, na nashukuru baadhi ya watu tuliowaeleza kwamba wewe usipopenda kupiga kura huyo huyo mgombea awe rais awe awe mbunge awe nani atakuwa amechaguliwa na watu wachache mm. E, sasa wewe, unaingilia wapi kwenye hapo shughuli. Kwa hiyo wengi wamepata mwamko sasa hivi, wanasema kwamba lazima wakatumie zile haki zao za kupiga kura ya. Asante sana, asante sana Edward, kwa kujibu kwa muktasari, sasa hivi umejibu vizuri sana. E, nija hapa studio, kuna mambo gani ambayo yametia dosari e, ama yamekufurahisha sana kwa siku hizi kadhaa e, ambazo tunaelekea kwenye siku za lala salama, Salome Kitomari? Uh, ambayo amenifurahisha ni kwamba sasa hivi wagombea, hususan wale wa kugombea urais mm. Wanatoa ushirikiano kwa vyombo vya habari mm -hmm. Kwa nini ushirikiano? Kwamba mtapata ujumbe kwamba leo tutakuwa na mkutano eneo X mm -hmm. Ratiba ile inabadilika mara kwa mara mm -hmm. Kwa hiyo wakati mwingine unashindwa kujua mgombea fulani yuko wapi mm -hmm. Kwa hiyo hilo limekuwa rahisi kwa sababu vyombo vya habari tunaweza kuwafikia wote na kuweza kutoa taarifa kwa, kwa uwiano maana, mm. ndio wajibu wetu wa msingi. Lakini pia uh, kingine ni mwamko wa wananchi unaoona unaongezeka kadri siku zinavyokwenda mm. Sasa hivi uh, unapotafuta labda wananchi wa kuzungumza nao mm, hata baadhi ya viongozi unapowatafuta uweze kuzungumza nao upate mawazo yao kuhusiana na swala la uchaguzi mm. mm, unaona kabisa mwamko upo na ushirikiano mkubwa upo, kwa sababu mimi uh, kama mwandishi wa habari wakati wote tunatafuta taarifa mm. Kwa unapopata ushirikiano katika kutafuta hizo taarifa kwako ni furaha. A lenye kusikitisha ni kama hilo tukio la huyo uh, ambaye ni mgombea um, uh, ubunge mgombe amefariki katika sa, mazingira ambayo, sa, ambayo ni ya kushambuliwa yenye utata. Kwa jambo kama hilo halikutarajiwa, kwa sababu tarajia na lile jimbo na lenyewe mchakato utaendelea mm. lakini kingine tumeona karatasi ya mfano ya kupiga kura, chama kimoja cha siasa wameonyesha karatasi ya mfano ile ya kupiga kura mm. maana yake ni kwamba maandalizi yako ukingoni, aina bado hajatotolea rasmi ile na karatasi mm. lakini unaona kabisa maandalizi yako yako ukingoni kwao. Ni mambo ambayo ninayaona kwa sababu mwisho wa siku ni mambo yanayochangia katika watu kufanya maamuzi sahihi mm. Lakini ambacho ni, uh, kingine niicho kama nilivyosema awali, wagombea wamekwenda kimkakati sasa yale maeneo ambayo yenye kura nyingi wanayavamia sasa, wanayavamia sasa na mikutano he he mingi he na mikutano he he midogo, he na, mikutano he midogo he na mikubwa na, uh, kampe, he he uh, makundi mbalimbali mbali yale ambayo yana makada wanakwenda sehemu mbalimbali kuwan, kuwanadi uh, wagombea wao na kubwa zaidi ambacho nimefurahisha mpaka sasa hakuna mwandishi wa habari aliyepata madhila. Hilo mimi kwangu na maana sio kawaida mara he nyingi he he Aa, katika kipindi kama hiki waandishi ndio tunakuwa kwenye riski kubwa sana, wahanga wa mambo mengi ya kushambuliwa mm. na vitu kama hivi. Kwa mpaka sasa sijasikia tukio la mwandishi kushambuliwa kwenye mikutano hii mm. au migogoro kati ya polisi na waandishi mm. wa habari kusuguana mm. uh, na waandishi wa habari kwenye mikutano hii ya nani ya siasa ya kampeni ya mm. sijasikia, kwa hiyo ni jambo ambalo linatia faraja kwamba waandishi habari tunaweza tunaweza kuwa na amani ya kufanya kazi kwenye mikutano hii ya kisiasa tukaripoti tuka vyama vyote. Asante sana niende ni, Dodoma tena kwa eh, mzee Edward Mbogo. Mzee Edward Mbogo, eh, tunapoelekea sasa katika, katika una jambo la kuchangia hapo baada ya kumsikiliza Salome? Kwanza kwa naomba ni... hii eh, kuwasihi na kuwaomba wananchi wasipoteze haki yao ya msingi kwa kisingizio kwamba ha, ha, hawana uhakika kwamba kura zao zitathaminiwa zita mm. Mimi na, na washauri wajitokeze kwa wingi waonyeshe mahitaji ma, ma, ma, ma, ma na matakwa yao mm. Nina imani kwamba tume itazingatia kuhakisha kila kura ya, ya, ya mpiga kura inathaminiwa mm-hmm. Lakini katika wiki hizi mbili ambazo zimebakia nyie kama eh, asasi ambazo mnatoa eh, elimu kwa wapiga kura eh, mnafanya nini hasa? Ndio. katika wiki hizi mbili ambazo zimebakia, ah, sasa hivi kitu cha msingi kwanza, tulikuwa tu tunaongea kwa ujumla, lakini sasa hivi tunawaeleza kwamba hitaji la kwanza kabisa la mtu ili aweze kupiga kura lazima awe amejiandikisha kwenye daftari la nini la mpiga kura, ndio hatua ya kwanza. E, unaweza kukuta watu wengi wanashangilia, siyo mgombea wao wanashangilia, nani? Lakini iwapo kama mtu hajajiandikisha mm, basi hana nafasi hiyo. Lakini ya pili, utaratibu ule ambao wakifika kituoni wafanyeje. Ukifika kituoni, kwanza lazima uwe na, na ile kadi yako ya ya ya mpiga kura, uangalie zile orodha za, za wapiga kura katika kituo husika ambacho ulijiandikishia, ulikwenda kuboresha taarifa zako mm baada ya hapo utaona jina lako. Ukishaona jina lako unampelekea yule msaidizi wa kituo, msimamizi wa kituo atakuonyesha chumba na namba utakaye kwenda kupiga kura, kwa sababu kwenye kituo kimoja kunaweza kuwa na madirisha ishirini thelathini. Kwa hiyo tu kitaja lile jina lako, yule anajua kwamba wewe uko dirisha gani. Utakapofika kwenye lile dirisha, kuonyesha kadi, wata wataangalia kwenye daftari kama jina lako lipo kisha watakupa yale makaratasi ya mbunge ya diwani na na ya rais na utakwenda kwenye kizimba utapiga kura na ukishamaliza kupiga kura ya, tunashauriwa kwenda nyumbani kusubiri matokeo mm. Na ndio utaratibu ulioko mwaka huu. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ambayo tunaisisitiza sana sana, mm. sana kwa wapiga kura. Asante sana Bwana Edward Mbogo kwa mawazo yako na maoni yako katika kipindi hiki cha. Nitarejea kwako eh, Salome. nafasi ya mwanamke eh, na makundi maalum e, ikoje kwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Je, vyama vya siasa vimewapa nafasi wanawake vya kutosha katika nafasi kuanzia udiwani, ubunge mpaka urais? Asante. <laughs> katika <laughs> jambo ambalo pia limenifurahisha ndio nilikumbuka hapa nikawa na note nitalizungumza, <laughs> ni ongezeko la idadi ya wanawake ambao wamegombea nafasi kuanzia za juu, kuanzia kenye nafasi ya urais makamu wa rais hmm, ubunge hmm, na udiwani kuna ongezeko kubwa la wanawake hmm. Ukiangalia tu kwenye urais katika vyama kumi na saba wagombea urais wa nafasi ya urais ni watatu hmm, wanawake hmm, ndio mara ya kwanza Tanzania tunakuwa na historia kama hiyo. Ukija kwenye makamu wa rais wapo wanawake uh, kama sikosei ni wanne hmm, wanagombea hiyo nafasi. Ukija kwenye vyama hmm, viongozi wanawake tunawaona kuna vyama ambavyo kiongozi mkuu mfano kama ACT Wazalendo ni mwanamke hmm. Kuna vyama ambavyo vingine viongozi ni wanawake, lakini hata ukiangalia ule mchanganyiko katika nafasi za maamuzi wanaokaa kwenye meza ya maamuzi hmm. tunaona wanawake, lakini kwenye ubunge sasa hivi wanawake kugombea viti maalum -wenye, kwenye majimbo ni wengi zaidi, mfano kwenye Chama cha Mapinduzi ni wengi zaidi kuliko ambao waligombea Uh, mwaka elfu mbili na ishirini kwao, na maana wanawake sasa wanatoka kwenye zile nafasi za viti maalum tu kwenda kwenye, kwenye majimbo mm, na majimbo ni magumu mm, kwamba kusimama kwenye jimbo mpaka ushawishi wapiga kura waweze kukuelewa sio kazi rahisi, ni kazi ngumu kwao. Maana yake inaonyesha inabadilisha pia hata mtazamo wa jamii kwamba kuna maeneo ambayo hutarajii labda watakuwa na mwitikio hivyo kuhusiana na wanawake, lakini unaona mwitikio ni mkubwa yeah, vilevile kwenye udiwani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunakwenda sasa kwenye uwiano mzuri wa kila mwanajamii kutoa sauti yake yeah. kwenye uwakilishi wa makundi Uh, hivi karibuni kuna kundi la watu wenye ulemavu wasioona yeah, wasiosikia yeah, walikuwa wanaeleza hisia uh, zao kwamba kwenye hii mikutano hawapati haki ya kusikia zile sera za wagombea kwa sababu hawajawekwa watafsiri lugha mm. Jambo ambalo linapaswa kurekebishwa sasa na vyama hivi vya siasa kuhakikisha kwamba makundi yote kwenye jamii yanapata kusikia sera zao, kwa sababu hawa ni wapiga kura mm. Na hata kwenye uh, taarifa ambayo INEC walitoa hata daftari linalokuja mm. lililopo limewaweka pia watu ambao wasioona wasio Hmm. Kuna nukta nundu hmm. ambayo naye atapiga kura sasa. Kwa maana yake, makundi yote yamejumuishwa sasa na vyama vina wajibu wa kujumuisha makundi yote kwenye jamii kwa sababu ndio jamii ambayo wanakwenda kuiongoza, wanaomba ridhaa kwayo. Kwa hiyo ushiriki wa wanawake ni mzuri hmm. na naamini utaendelea kuboreka zaidi kwa sababu tunapokuwa kwenye meza ya maamuzi kwa ajili ya kutoa maamuzi ya jambo fulani, kukiwa na sauti zote za jinsia zote hmm. unakuwa na jamii endelevu na jamii yenye ustawi. Asante sana Salome. Ni niende kule Dodoma na nimalizie na Edward Mbogo. Edward? Ndiyo, nipo, nipo. Ndi, ndiyo tuna tunamalizia kipindi chetu na nikupe nafasi hii kama una ushauri wowote na una mtazamo una, una wowote kuhusiana na yale ambayo umeyaona ambayo yanafaa kurekebishika kabla hatujafanya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Nikusikie sasa unasema nini? Ah, la, labda ndugu Jamal labda kwa siku za baadaye lakini kwa sasa hivi si rahisi ku, kusema kwamba yafanyike ma, ma, maboresho yoyote au mabadiliko yoyote ya mifumo na vitu vingine, lakini nilikuwa nadhani kwamba kuna haja ya kuboresha zaidi wazi na uwajibikaji katika chaguzi zetu. Unajua, sisi Tanzania sio, sio kisiwa, ni sehemu ya ulimwengu hmm. tunatakiwa katika mchakato wote wa uchaguzi basi angalau e, kwa asilimia labda themanini tisini mpaka mia moja uchaguzi wetu uweze kukidhi vile vigezo e, vya vya, vya vinavyokubalika kimataifa. Mm. Kwa mfano watu wanaongea kuhusu uchaguzi wa ulio wazi na ulio haki na unaoaminika. Kwa hiyo na nadhani tume ya uchaguzi huko mbeleni ita itakuwa kwa awamu kwa awamu inaenda kuboresha haya mambo na hapo itakapowezekana hata baadaye basi tuingie kwenye uchaguzi wa kidijitali. Mtu unakwenda unapiga pale kura yako na unahakikishiwa kwamba ile kura imekwenda kwa mpiga kura, kuliko hii hesabu ufanya hivi na nini, kwa sababu teknolojia inabadilika sasa hivi ulimwenguni. Asante sana. Na na tume, tume ya taifa, tume huru ya taifa taifa uchaguzi imelisikia hilo na nami nitafanya kazi. Asante sana, Edward mbogo ukitokea Dodoma kwa mawazo yako na mtazamo wako, asante sana nashukuru sana. Ah. sana asante sana kwa kunialika, asante sana <laughs> mimi, mimi kubwa ni kwamba tutunze amani, tutunze amani. Tuna, tuna tuna maisha marefu sana na nchi yetu kama Tanzania hmm. Na kila mmoja na maisha yake marefu hmm. Kwa hiyo tuna wajibu wa msingi kuhakikisha kwamba uchaguzi huu sehemu ya kutuharibia vurugu hmm. Sababisha vurugu na kuondoa amani ya nchi yetu. Sahihi kabisa. Kwa hiyo kila mmoja ana wajibu wa msingi kabisa kuhakikisha amani inakuwepo Tanzania hmm. Tuna namna nyingi za kuzungumza, kuhakikisha kwamba amani inakuwepo hmm. Lakini uh, vyama vya hakikisha kama hivyo vinatakiwa vina mawakala ili kuondoa malalamiko mawakala wao wawepo hmm. eh, ili kuondoa ile mi, mi, uh, kasoro zinazojitokeza na migogoro baina ya vyama na, na, na, na na na, na, na, ainek mm. Na kubwa zaidi ni kwamba tuko kwenye wiki mbili za lala salama, tuna siku kumi na nane tu kufika mm. siku ya uchaguzi mm. Basi wagombea wazitumie vizuri kutushawishi, ili hizi wiki mbili tuweze kushawishika kwelikweli kufanya yeah, maamuzi kwenye sanduku la kura, na kila mtu ajitokeze kutumia haki yake kikatiba. Asante sana, nimependa pale uliposisitiza swala la amani, ukisema amani yetu ni ni muhimu ni lulu, lazima tuitunze kwa nguvu zote. Asante sana, salamu Kitumai. Nakushukuru na, na wewe mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki kwa takriban dakika 25 ulikuwa nami. Mada leo tulikuwa tunaangazia kwa, kwa namna gani tumejifunza e, maswala kadhaa e, kwa hizi siku takriban 40 e, na ushe hivi tangu kuanza kwa kampeni Agosti 28. Natumaini umejifunza na wewe kiasi fulani e, tutaendelea kukuletea kipindi hiki kadiri tunavyojaliwa afya. Nasi na e, na tupo paka hapo tutakapofanyika uchaguzi mkuu Oktoba 29. Tutaendelea kukuletea matangazo haya ya kampeni za uchaguzi mkuu na mambo mengine yanayojadili yanayoendana na masuala ya wagombea. Asante kwa muda wako na nikutakie kila la heri.